Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema hospitali zote za umma nchini zinapaswa kutekeleza waraka wa mwaka 2021 ambao umepiga marufuku hospitali na vituo vya afya kuzuia maiti kwa kigezo cha kutolipwa gharama za matibabu, ambapo amesema wahudumu wa afya watakaoendelea kuzuia maiti watachukuliwa hatua kali za kisheria. Waziri Jenista amesema hayo leo, Aprili 28 mkoani Tabora, katika maadhimisho ya wiki ya chanjo ya kitaifa ambapo wamesema licha ya maelekezo ya serikali bado ya kumekuwa na kelele nyingi za upatikanaji wa maiti, kumekuwa na kelele nyingi za upatikanaji wa maiti pale wenzetu wanapotangulia mbele za haki. Ninawaomba vituo vyote vinavyotoa huduma za afya nchini, maelekezo ya serikali hayajabadilika tunao waraka wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambao umetoa maelekezo ya namna gani tutashughulikia swala zima la huduma kwa maiti pale kifo kinapotokea. Ninawaagiza tena waganga wafawidhi wote, rudini, angalieni mwongozo tulioutoa, acheni kuleta usumbufu kwa wananchi wa Tanzania. Hatutaendelea kumfumbia mtu macho ambaye hatazingatia waraka ambao wizara na serikali uliutoa kama mwongozo wa kushughulikia upatikanaji wa maiti pale mwenzetu anapokuwa ameaga na kutangulia mbele za haki. Wakati mwingine inashangaza marehemu aliyefariki huyo ndo aliyekuwa na uwezo wa kujihudumia na kujilipia matibabu. Waliobaki hawana uwezo. Sasa unadai nini huyo marehemu? Sasa afufuke ndo atoe hela ili muweze kumwachia? Haiwezekani. Ninaomba fuateni waraka wetu, tulishatoa waraka, tukaimarisha madawati yanayotoa huduma ya ustawi wa jamii na maelekezo yako clear tunashangaa kama kituo cha kutolea huduma za afya. Wako baadhi ya watu wakishaaga dunia na kuitwa mbele ya Mwenyezi Mungu, mila ama imani zao za kidini zinawataka wazikwe haraka, kwa hiyo tunapochelewesha hiyo michakato, tunawakosea haki, lakini nitoe pia rai kwa wananchi kushirikiana na vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ili kufanya mchakato huo uweze kukamilika kwa haraka, maiti ipatikane kwa haraka na ndugu waende wakazike katika muda unaotakiwa, kwa kuzingatia taratibu za kiimani, mila na desturi, lakini na mazingira mengine ambayo mtu anatakiwa akasitiriwe baada ya kuwa ametangulia mbele za haki. Naendelea kukumbusha waraka huo upo, na kila kiongozi kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya ana ufahamu waraka huo vizuri. Kazi kubwa ni kufanya maamuzi ya haraka na kusimamia utaratibu uchukuliwe, ufuatwe kwa haraka, na watu waweze kuwa wanapatiwa maiti zao kwa muda unaotakiwa. Jambo hili tutaendelea kulifuatilia kwa karibu. Na kuanzia sasa tutaendelea kulifuatilia kwa karibu sana.